Mtengeneza maudhui maarufu ya michezo yenye comedy ndani yake Zero Brainer kutokea Tanzania arazidi kuvunja rekodi katika mtandao wa TikTok, sio Tanzania tu, hata East Africa ama Afrika Mashariki. Zero Brainer anakuwa mtengeneza maudhui wa kwanza Tanzania na East Africa kufikisha jumla ya wafuasi milioni kumi na tano katika ukurasa wa TikTok. Zero Brainer amejizolea umaarufu katika maudhui yake ya sports ambayo yanakuwa na comedy ndani yake, na kama unakumbuka, hivi karibuni alichukua tuzo ya TikTok ambayo ilitolewa pale South Africa, tuzo ya Sports Creator of the Year. Zero Brainer anaendelea kuiwakilisha Tanzania katika nje ya mipaka ya Tanzania. Zero Brainer ni moja wa Tanzania ambao wamepostiwa na vituo vikubwa sana vya habari hasa vituo vya habari za michezo ikiwemo 433. Aisha postiwa pia na ESPN. So, ni moja kati ya Watanzania ambao wanaiwakilisha vema Tanzania. Congratulations sana Zero Brainer. Hakika kazi unaoifanya imetukuka mno. Keep pushing bro. Sisi kama Super 12 tutaendelea kupongeza juhudi zako. Eh bana, hapa ni Super 12. Endelea kutufolo kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo Mtengeneza maudhui maarufu ya michezo yenye comedy ndani yake, Zero Blainer kutokea Tanzania, anazidi kuvunja rekodi katika mtandao wa TikTok. Sio Tanzania tu, hata East Africa ama Afrika Mashariki, Zero Blainer anakuwa mtengeneza maudhui wa kwanza Tanzania na East Africa kufikisha jumla ya wafuasi milioni kumi na tano katika ukurasa wa TikTok. Zero Blain amejizolea umaarufu katika maudhui yake ya sports ambayo yanakuwa na comedy ndani yake, na kama unakumbuka hivi karibuni alichukua tuzo ya TikTok ambayo ilitolewa pale South Africa, tuzo ya Sports Creator of the Year. Zero Brain anaendelea kuiwakilisha Tanzania katika nje ya mipaka ya Tanzania. Zero Brain ni moja wa Tanzania ambao wamepostiwa na vituo vikubwa sana vya habari hasa vituo vya habari za michezo ikiwemo 433 Aisha postiwa pia na ESPN. So ni moja kati ya Watanzania ambao wanaiwakilisha vema Tanzania. Congratulations sana Zero brainer, hakika kazi unaoifanya imetukuka mno. Keep pushing bro, sisi kama super 12 tutaendelea kupongeza juhudi zako. E bana, hapa ni super 12, endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Almanusra Real Madrid watoe comeback kwa vijana wa Celta Vigo leo katika mchezo la Liga ya Santanda ambao uliokutanisha Real Madrid versus Celta Vigo. Real Madrid wamefanikiwa kuibuka na ushindi wa goli tatu kwa mbili dhidi ya Celta Vigo. Ulikuwa ni mchezo wa aina yake, mchezo ambao ulianza vizuri sana kwa Real Madrid, kijana kutoka Uturuki Adagula akiitanguliza Real Madrid katika dakika thelathini na tatu ya mchezo. Dakika 6 baadaye baadaye Kylian Mbappe anaandika gol la pili kwa Real Madrid. Mpaka dakika 45 za kipindi cha kwanza zinatamatika, Real Madrid mbele Saltavigo sifuri. Tukarudi kukishuhudia kipindi cha pili, dakika 45 za kipindi cha pili, dakika ambazo zilikuwa za moto sana kwa pande zote mbili. Real Madrid walianza vizuri sana. Dakika 48 ya mchezo Kylian Mbappe anaandika gol la pili katika mchezo huu na gol la tatu kwa Real Madrid. Ebana, Real Madrid wakawa kama wameridhika hivi. Dakika 69, mchezo Javi Rodriguez anaandika goli la kwanza kwa Celta Vigo. Dakika 76, mchezo William Swebag anaandika goli la pili kwa Celta Vigo. Celta Vigo akaendelea kulisakama lango la Real Madrid, lakini bila matunda yoyote. Wakati tisini dakika zinatamatika, Real Madrid tatu Celta Vigo mbili. Matokeo haya yanaendelea kuiweka Real Madrid katika nafasi ya pili kwenye ligi kuu ya nchini Uhispania ee, wakiwa na alama 75 katika michezo 34 waliocheza, wakiwa sawasawa na FC Barcelona katika michezo 34, huku wakizidiwa alama 4 na FC Barcelona ambao wana alama 79 wakiwa nafasi ya kwanza katika msimamo wa ligi kuu ya nchini Uhispania. Next game ambayo tunaisubiri kwa hamu kubwa kwelikweli ni mechi ambayo inawakutanisha FC Barcelona versus Real Madrid, El Clasico eee, mechi fulani hivi ambayo itapigwa siku ya tarehe kumi na moja siku ya Jumapili, Jumapili ijayo tarehe kumi na moja majira fulani hivi ya mapema kwelikweli, saa kumi na moja na robo tutaenda kuwashuhudia FC Barcelona versus Real Madrid. Eee, Real Madrid wanaingia katika mechi hii wakiwa na kumbukumbu mbaya ya vipigo mara tatu kipigo kimoja katika ligi na vipigo viwili kwenye fainali fainali ya Super Cup na ile fainali ya Copa del Rey. Ebana, sijui nani atashinda mechi hii. Barcelona wana kumbukumbu nzuri za kuwatembezea vichapo Real Madrid. Sasa Barcelona ataenda kuendeleza ubabe kwa Real Madrid ama Real Madrid watajitetea na kulipiza visasi kwa mechi zote hizo alizozipoteza katika msimu huu wa ligi kuu ya nchini Uhispania msimu 2024 2025 tusubiri kuona Jumapili sio mbali kabisa Mei kumi na moja dondosha comment yako hapo kama umeikubali mechi ya leo, umeikubali performance ya mchezaji gani zaidi katika mechi ya leo ya Real Madrid vs Celta Vigo. Dondosha comment yako hapo kwenye comment. Hapa ni super Dino Television Mineta mine subscribe YouTube channel yetu ya Dino Television kwa stori nyingi sana za kimichezo.